You come from Rift Valley. There is mambo nyeti nataka kuyaongelea siku ya leo. Issues. Nimeona mwenendo ya siasa ile inaenda it can burn this country. Nimeona mtu anaitwa wa Munyoro na Kalonzo na grupu yake. Walikuja mazishi ya JM Walipofika Giligili, wakaanza matusi, wakaanza kutukana mama huyu wa Giligili, mjumbe. Na huyo mjumbe hata hakupiga kura, he did not. Lakini unakuja unataka kuintimidate kila mtu, unakuja kusema huyo mama wa Giligili ni Unatoka hapo unasema governor ni one term. Who are you? You cannot command our Rift valley. You can't. Unakuja unasema ati Ruto ni nyoka. Na umtaua nyoka na mayai yake. What a statement. I've never seen anybody from Nyanza, Western, or any other tribe, Masaini, wakienda Central kutukanana. I've never seen. All oh, politicians, I've never seen going Central kutukanana. Anajifanya king ya kuja kutukanana hapa kwetu kila pahali. Mimi nauliza kama hiyo mambo ya JM, JM tangu auawe, makesi ya familia yake iko kotini. Alikuwa na wamama watatu, wawili wamekufa, na bado wako kotini kwa mashamba, kila pahali na vitu vyao kunyanganywa. Mmekuwa vice president, we, we, we, we, Gachagua. Kalonzo alikuwa vice president, mliwasaidia pre, hamkuwasaidia lakini sasa mmekuwa kama inzi ile inapenda pahali imenuka. Mkisikia pahali iko mazishi, hapo ndio muko. Mnaanza kutukanana. Mnaanza kutukanana. Kuna mambo sisi hatutakubali ile hii ama na kaunti iendelee. Mimi nimekuona juzi jana jana uko Kirinyaga. Uko mbele. Unasema ati President Ruto amezunguza na wakalenjini. Get a statement. Ati William Ruto president ameongea na wakalenjini na wamesikizana kiti ya mbele wakichukua watachukua helikopta wakuje ku, kukojolea watu ya mbele. What a statement! I think even if it's possible Kachakwa ni tupeleke in the hospital because I think he's sick. Wakati unataja wa Kalenjin Ruto amezungumza na hawa na wakishinda kiti ya mbele watakuja na helikopta kukojolea